Waziri mkuu Mizengo Pinda ameahidi kumaliza tatizo la ukosefu wa posho kwa wanafunzi elfu tano wa shule ya walimu kwenye chuo kikuu cha Dodoma waliokuwa kwenye mgomo. Katika taarifa yake ya kwa wanafunzi hao kupitia kwa mkuu wa mkoa wa Dodoma, luteni mstaafu Chiku Galawa amewataka wanafunzi hao kuwa na subira, kwani tatizo lao limekwisha tatuliwa na kwa kushughulikiwa. Hata hivyo, Galawa amekuwa amekuwa amesema kwamba wanafunzi hao wanapaswa kuwa tayari kwa tatizo lao ambalo limekwisha tatuliwa, kama anavyoeleza. Ni kweli, uh, fedha zimechelewa kufika na na uh, uh, wote tumeliona hili, na vivyo tukachukua hatua ya kwenda uh, kuwasikiliza. Mimi kama mkuu wa mkoa niwafuata, kwa bahati nzuri walijikusanya kule uh, kwenye viwanja kule kwao kwenye chuo chao na wakateua wenzao kumi wakuja kuwasilisha malalamiko yao kwa tuliwasikiliza, lakini kwa bahati nzuri sana mheshimiwa waziri mkuu naye akakubali kukutana nao na wakamweleza matatizo yao. Ni kweli matatizo walikuwa wameyasema yapo kwenye chuo yako ya kiutawala, lakini kubwa lilikuwa ni hili lina swala la fedha za kujikimu Kuhusiana na madai mengine ya wanachuo hao, Bigalawa amesema serikali imeachukua, na itapatiwa ufumbuzi mara moja. Uh, uh yaliyotokea sasa hivi ni kwa sababu tu kumekuwa na, na mbano mbano, na mmeona mambo mengi yalikuwa yanafanyika kwa mara moja na fedha zikawa, sisi tunatumia fedha ikipatikana tu fedha kama uh, cash budget kwa ikipatikana ndio hiyo inayotumika, na kwa bahati mbaya limejitokeza hili, lakini waziri mkuu ameahidi tutaendelea kulifanyia kazi ili haya yasitokee tena. Mbali na posho za wanachuo hao dhidi ya zaidi ya shilingi bilioni tisa wanazodai pia bima ya afya wakiwa chuoni.